Tanzania. Mm -hmm. Uh, na vitu ambavyo vimezungumzwa na vimeonekana katika mtandao wa kijamii hii, kiana kutoka mpaka jioni. Kwa hiyo kama kama ni kweli kuna kitu cha kufikiria. Vitu vinafanyika nchi ingine, si binadamu, inawezekani kubwa zaidi eh, mwazone, mbani, kwele, eh, na hisi kila mtu mkizungumza mwanzo, ni nitachelewea hapo kuzungumza kwamba ni kweli au la. Uh, tusubirie mamlaka nao watasema wata vipi, kwa sababu unaona kuna timu zinatoa penalty hapo, yani zinapiga penalty kwamba unaambiwa tumia geti fulani, wao ukakiuka kwenda geti jingine. hmm. unaambiwa ufike muda fulani wa mechi ukachelewa. yes. na zinatajwa hapo, si ziko laki moja wasiwezi laki moja laki tano, faini zao milioni moja mone, na mtu anafungiwa, kwa hiyo kama ni kweli kimezungumzwa ikithibitika, lakini kuna kamati ya masaa. Na sisi tunaona kuna wachezaji wanaofungiwa mchezo wa skoa ya nidhamu mchezoni, na tunaona kuna timu zinapigwa faini ahivi, Simba na Yanga hivi zinapiga faini mm. mara mwingine kamtukana mwamuzi kaambiwa timu, muda wa mdarafani wamechelewa, muone. Mm kwa hiyo muda wa kufika kwenye pre match conference kwamba ufike katika kile kikao, upeleke wakilishi kadhaa. Mtu anaenda wa pale mwakilishi mmoja, ayaumwembeo hufike muda fulani, umechelewa inapewa penalty. Kwa hiyo kama kutakuwa kama na na hiki ambacho kinazungumzwa ina ukweli, basi mimi bado nitachelewa, mimi mtu wa mwisho kuamini kama kilizungumzwa watu ambao watajua kutupa majibu stahiki waje kodiajii ai kamatamasaa mia mbili. Je, kweli kuna hiki ambacho kimefanyika? Lakini pia kama ni kweli si kitu cha aibu na kushangaza.